Zanzibar Female Lawyer Association ZAFELA wamekuja na hii kwa vijana. Sasa hawa wanaitwa shujaa katika mtetezi wa unyanyasaji, shujaa kijana mtetezi wa unyanyasaji dhidi ya wanawake na kukuza usawa wa kijinsia. Shujaa awe kijana mtetezi wa unyanyasaji dhidi ya wanawake na kukuza usawa wa kijinsia, na ambaye anakuja kutoa tunzo hii ni Katibu Mkuu Kiongozi na Katibu wa Baraza la Mapinduzi Injinia Zena Ahmed Saidi. Usiku wa jana, Disemba 7, 2025, Chama cha Wanasheria Wanawake Zanzibar ZAFELA kilitoa tunzo ya msimu wa tano ya kupinga vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia kwa mwaka elfu mbili ishirini ishirini na tano ambapo zilishirikisha wanaharakati mbalimbali mbali, wanahabari pamoja na maafisa dawati ambao wamekuwa mstari wa mbele katika harakati za kupinga udhalilishaji, ikiwa tupo katika siku kumi na sita za kupinga udhalilishaji wa kijinsia. Katika usiku wa tunzo hizo, mgeni rasmi alikuwa ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dkt. Hussein Ali Mwinyi, ambapo baada ya utoaji wa tunzo hizo alipongeza juhudi zilizofanywa na asasi za kiraia katika kuendelea kupambana na vitendo vya udhalilishaji. Vitendo vya udhalilishaji shaji ni janga la dunia linalohitaji jitihada za pamoja katika kupambana nalo. Pamoja na jitihada zinazochukuliwa na serikali, asasi za kiraia na wanajamii, bado tumekuwa tukishuhudia vitendo vya udhalilishaji vikiendelea hasa kwa wanawake na watoto, ikiwemo ndani ya jamii yetu. Kwa mujibu wa ripoti ya utekelezaji wa Jumuiya ya Wanasheria Wanawake ya mwaka 2024, Taasisi hii iliwahudumia wahanga wa vitendo vya udhalilishaji wapatao 1964, wakati malalamiko ya madai yalikuwa 1934 na mashauri ya jinai yalikuwa 30. Hii ni idadi kubwa kwa kipindi cha mwaka mmoja, na ukizingatia ni ripoti ya taasisi moja tu. Ripoti hii inatosha kubainisha ukubwa wa tatizo la vitendo vya udhalilishaji katika jamii yetu ambavyo lazima tuongeze juhudi katika kukabiliana navyo. Naelewa kuwa masuala ya kupinga vitendo vya udhalilishaji ya yana changamoto zake. Kubwa ni suala la kuwepo kwa muhali na kukosa utayari kwa baadhi ya watu katika kampeni, kukosa ushirikiano mzuri na kuoneana aibu. Umefika wakati sasa lazima tubadilike ili kuinusuru jamii yetu na vitendo vya aina hii. Ni mategemeo yangu kuwa tuzo hizi zitazidi kuhamasisha wanaharakati wa kupinga vitendo vya udhalilishaji kwa wanawake na watoto. Wito wangu kwa asasi za kiraia ikiwemo ZAFELA kuendeleza mapambano haya bila kuchoka kwa kushirikiana na serikali katika kupinga vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia kupitia njia bunifu zinazolinda utu na hadhi ya mwanamke na mtoto. Tunatamani kuimarisha uchumi wa wanawake ambao kupitia hilo tutapunguza vitendo hivi, lakini kuweka vipaumbele kwa malezi bora ya watoto wetu, hilo pia litapunguza vitendo hivi, lakini pia kuwashirikisha wanaume na wavulana wetu, kama nilivyosema, wawe ndio machampion namba mbili, baada ya yako maraisi lakini kurejesha maadili na nidhamu ya jamii, kuwe na maadili yale yetu ambayo ya Wazanzibari, hiyo itatupunguzia mheshimiwa kwa kiasi kikubwa. Lakini watu waweze kutoa taarifa bila ya uoga wowote. Taarifa imekuwa tatizo mheshimiwa, watu hawatoi taarifa, na ndio maana vitendo hivi, wale waliofanya wanaendelea kufanya na kufanya tena. Lakini pia tuweze kuimarisha ulinzi katika mitandao yetu ya kijamii kama kauli mbiu yetu ilivyosema, mtandao ya kijamii ni haki yetu wanawake na watoto, lakini ulinzi uwepo ili kuhakikisha sasa watoto hao hawapatikani na vitendo vya ukatili kupitia mitandao. Zafela, tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali katika kuazimisha hizi siku 16. Tumekuwa tukitoa elimu kwa jamii kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia lakini pia tumekuwa tukiwasaidia wanawake na watoto ambao wako katika madhila ya ukatili wa kijinsia, lakini shughuli nyingine ambayo huwa tunaifanya ni hii ya kutoa award. Shughuli hii lengo lake kubwa ni ku-recognize wale individuals lakini underground watu ambao wako kwenye community wanafanya shughuli za kuisaidia jamii kwa namna moja au nyingine. Watu hawa hawaonekani kwa sababu wako kule vijijini wanafanya wao kama wao, wao ni tofauti labda na TAMWA, tofauti na ZAFELA na taasisi nyingine kubwa ambazo zina majina na zinaonekana. ASAM Online TV ni miongoni mwa washindi wa tuzo hizo katika kipengele cha mwandishi bora wa taarifa za kupinga udhalilishaji 2025. Mwanahabari shujaa katika kukomesha udhalilishaji wa kijinsia ni ndugu Hamis Juma Omar. ASAM Online TV ni miongoni mwa vituo chipukizi hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo, kupata tuzo kama hii kwetu sisi ni fahari na inatuambia kwamba tunakuwa sasa tuweze kufanya na kufanya na kufanya. Tuna deni na jamii, na ndio maana tunasema ASAM Online TV sisi ni jamii kwao. Tunaahidi jamii tutazidi kuishukia chini na kuibu, kuibua matukio ya udhalilishaji, lakini pia lengo letu ni kutokomeza kabisa, na kwa kushirikiana pamoja na taasisi kama hizi ZAFELA na nyingine, tunawe, tunaamini tunaweza tukatimiza malengo haya ya kutokomeza kabisa vitendo vya udhalilishaji. Dkt. Mwinyi pia alitunukiwa tunzo maalum na ZAFELA na kutambua mchango wake katika juhudi za kuhakikisha ukatili wa kijinsia unaondoka hapa Zanzibar. Ninajua katika jamii yetu kuna maovu yanayoendelea. Udhalilishaji wa kijinsia na watoto ni mambo ambayo kila mnapopita, ninaelezwa kwamba yapo katika jamii. Mtazamaji wa ASAM Online TV, endelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali, usiache kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe. Mimi ni Safia Hussein.